Katika dunia ya michezo, shangwe la wachezaji mara nyingi hujumuisha njia za kipekee za kusherehekea mabao yao, yaani kila mchezaji ana namna yake kusherekea pindi anapofunga bao, lakini sio kila sherehe hupokelewa vizuri. Hii ni hali iliyomkumba Emmanuel Annor, mchezaji wa klabu maarufu ya Nations FC nchini Ghana, ambaye hivi karibuni amepata faini kubwa kutokana na kusherehekea bao kwa kuonyesha t-shirt yenye ujumbe wa kiimani. Mchezaji huyo alipofunga bao muhimu kwenye mchezo mkali dhidi ya Asante Kotoko, moja ya vilabu vikuu na vya kihistoria nchini Ghana. Baada ya kufunga bao hilo, Emmanuel Annor alifanya jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa, akionyesha tisheti ya ndani yenye maneno yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza I belongs to Jesus ikimaanisha ninamilikiwa na Yesu. Ingawa kwa mashabiki wengi ujumbe huo ulikuwa ishara ya imani na shukrani kwa Mungu, lakini chama kinachosimamia mpira nchini Ghana, Ghana Football Association GFA, kilichukua hatua ya kumpa mchezaji faini. Faini hii ilitolewa kutokana na kanuni zinazozuia wachezaji kuonyesha ujumbe wa aina yoyote wakati wa kusherekea mabao hasa yale yenye maudhui ya dini au siasa. Hadithi hii inafungua mjadala mpana kuhusu mikakati ya sherehe ya michezo na uhuru wa kuonyesha imani. Katika soka kama ilivyo katika michezo mingine duniani, wachezaji mara nyingi hutumia fursa za shangwe ili kuonyesha hisia zao za ndani, ikiwa ni pamoja na imani zao za kidini. Katika mashirikisho ya michezo mara nyingi huweka sheria za kuzuia maandamano yanayoweza kusababisha mtafaruku au kuleta tofauti baina ya wachezaji, mashabiki au hata wadhamini. Kwa upande wa Ghana sherehe za aina hizi zinazozuia mjadala ni sehemu ya utamaduni wao wa soka, lakini mashirikisho huchukua hatua kali kuzuia kile wanachokiita matumizi ya michezo kama jukwaa la maoni binafsi. Faini kama ile iliyotolewa kwa Emmanuel Annor ni onyo kwa wachezaji wengine kuzingatia kanuni na kuepuka maonyesho ya hadhara ambayo yanaweza kuleta mgogoro au kutengenezwa kama changamoto kwa usalama wa michezo. Kwa muktadha wa kimataifa, sheria zinazozuia maonyesho ya ujumbe wa kidini katika michezo zinafanana na zile za Ghana. FIFA, taasisi inayosimamia soka duniani, inasisitiza kwamba kusherekea bao kwa ujumbe wa siasa, dini au hata utetezi wa masuala binafsi haikubaliki. Hii ni ili kuweka michezo kuwa jukwaa huru lisilo na ubaguzi wala mgongano wa imani. Katika swali ambalo linabaki kwa mashabiki na wachezaji ni hili, je, ni kiasi gani wanapaswa kuonyesha uhuru, kuonyesha imani zao wakati wa kusherehekea mafanikio yao, au wangehitajika kuweka mipaka mingi zaidi ili kuepuka migogoro katika mazingira ya michezo? Hadithi ya Emmanuel Annor ni mfano wazi wa changamoto zinazojitokeza kwenye ulimwengu wa michezo, ambapo vipaji, imani na kanuni kukutana. Wachezaji wanaposherehekea mafanikio yao kwa njia za kipekee, ni muhimu pia uelewa mipaka ya usalama na heshima kwa mashindano. Kwa upande wa mashirikisho, ni jukumu lao kuhakikisha sheria zinaeleweka na kutekelezwa kwa haki, huku wakiheshimu tofauti za watu. Hali hali kama hii inafundisha kuwa michezo sio tu ushindani kwa viungo, bali pia ni jukwaa la maadili na utamaduni unaokubalika kila wakati. Na hii ni Erasmi TV.